Utapeli wa wazi uliofanywa na kijana Muhammad mafuta wa kiwahabi pote la kiwahabi pote la bid'a, meonelea baada ya kupata maombi ya kuweka sawa na kuongeza, kwa sababu mtu huyu wa bid'a kama tulivyoona alikanusha maneno ambayo nimeandika katika kitabu cha Nihayat Tadlis. akasema hayapo. Ubaya wa mambo manake, msikilizaji anaweza kaona pengine kasauna aleihi tumekuwa wakali kidogo kinyume na tabia zetu, lakini hajui ma wara sitar, kilichonyuma kilicho nyuma ya pazia. Huyu bwana kaona nasi ya Muhammad bin Abdul Wahhab katika kuwaponda masahaba na kuwataja kwamba ndio waliomuua khalifa watatu. Yeye yeye kuna <laughs> mambo ya kuchekesha sana. Huyu kijana wapote la kiwahabi pote la bid'a, akavamia aka na kusema nimeanza na uongo, lakini si hivyo tu, akasema maneno hayo hayako, na haya ni maneno ya

Halipo, umelipata wapi hicho kitabu? Nimerejea almuhimu, mpaka anaweza akafikia e, uhakika wa mambo, kama ni yeye aliyokosea ni mimi niliyokosea. Na halafu katika nyanja za elimu, basi mtu anapimwa lile kosa kalifanya kwa misingi gani. Je, ni makosa kibinadamu au ndio tabia yake? E, na ndio maana unaweza kuwa laini kwa kiasi gani, na unaweza kuwa ni mkali. Kwa hivyo huyu alikurupuka tu na kuanza kushambulia kwamba muongo, muongo wa kiibadhi na lugha za namna hiyo. Sasa ala kulli hal, nimegundua kitu kilichomsukuma, nimegundua kitu kilichomsukuma kuwa na ujasiri, kuwa na ujasiri wa kuja na tuhuma hizi kali ni kukurupa, kukur, kukurupuka kwake kwa madai eti anakirudi kitabu changu cha Nihayat Tadlis na kwamba mimi nitafedheheka katika kitabu hicho. Kwa hivyo alipata ushujaa yeye kwenda akatafuta kauli niliyoisema ile mimi akaona, ah, mimi nishafanya nishaandika andika, kama anavude mwenyewe kachambua. <laughs> Sio, kachambua karafuu au kachambua kitu gani? lakini <laughs> kuchambua kielimu, si mtu wa elimu huyu, si mtu wa elimu kwa sababu, hili la kwanza lilonivamia tu kafedheheka. Sasa yeye anasema mimi nitakuja kufedheheka katika hicho kitabu chake alichokirudi kitabu changu mimi. Sasa ndugu Waislamu, hebu niambieni, ikiwa mtu katika nukuu ya kwanza anakanusha kafedheheka, tena kafedheheka vibaya, vibaya, vibaya. Ikupeni siri hiyo, kwa nini afedheheke vibaya? Na suala ni moja tu. Mpaka sasa hivi aliolidhihirisha ndiyo ubaya aliofedhehekea kijana huyo, Muhammad wa mafuta wa Tanga, kijana wa bid'a, wa wapote la Kiwahabi, ni kwamba hata aliponasihiwa kwamba aje kiupole upole, aje kielimu, kwa adabu za talibul ilm, alikataa. Naye kushikilia kwamba mimi ni mwongo na maneno hayo nimeyasusha sasa, katika kujinabu kuhakikishia wafuasi wake na waliokuwa si wafuasi wake, na akasema kwanza maneno yao hajaandika Muhammad bin Abdul Wahhab, na wote ukienda kwenye Google na njia mbalimbali za mitandao maneno hayo hayapo. Sasa wewe fikiria, mtu unasema ushapitia mpaka Google maneno huja yakuta, yani Google inarahisisha kufikia maneno katika vitabu kwa njia ya urahisi. Yeye anasema akapitia njia hiyo, maneno hayako, kitabu anacho maneno hayapo, na njia nyingine mbali mbali za wasaili tawasul za mitandao pia hayapo. Kwa hivyo hayo ni maneno mmeyatoa katika, eh, kiss, katika mfuko wangu. Halafu, akasema hayo ni maneno <laughs> La ilaha illa Allah, ntanisame ndugu wa Islamu. Akasema hayo ni maneno ya Abu Tayyib al-Mutanabbi kwamba shekhe shekhe wake Ibni Taimia, pengine vipi anapoweza na eh, popote anavyo Eh, hajui yaliyomo ndani, na hata akielemishwa anakuwa mkali. Nasema hayo kwa sababu a, anakuwa a, hata katika ile kujadili kwake kama karukwa na akili hivi, anasema ili ayaamini maneno yangu basi nipige picha kwa, <laughs> kwa video <laughs> sasa, jamani, mtu ukitaka kufanya utapeli hata video haisaidii kwa sababu mimi nilichokifanya mi, alilahi alhamdu, hii chapa niliyonayo hapa basi, katika kila kurasa imeandikwa jina la kitabu Mukhtasar Sirat Rasul cha Muhammed bin Abdul Wahab, imeandikwa hii maneno haya tu. Hiyo jina liko mbele ya ghilaf kwenye gamba, lakini katika kila kurasa unapata anwani ya kitabu wazi. Kwa hivyo ni ishara ya wazi, hichi kitu sikitunga mimi lakini haya, tuseme ziko wasail za kufanya yote hayo, lakini je, je, hiyo kufanya video ndio itakuwa ishamhakikishia? Laiti mimi ningefanya video nikampelekea, tena ingelikuwa ndiyo wasila wa kutosha yeye kuamini? Hakuna. Ni mtu ana makasumba yake, taasubi zake, ujahili wake na usakubimbi usaku uliomjaa katika nafsi yake. Kwa hivyo anafanya mambo ya ajabu ya ajabu kudai hoja au maulama wote wanaotunga vitabu wakanasibisha kauli kwa maulama na nyingine kwa njia ya makosa? Yeye alipiga video, utaweza ukasema zamani ilikuwa hakuna video, leo wanapiga picha za video. Hakuna hayo, wanaandika maraji, alafu kama kuna mtu anayo dalili, anaeleza kwamba huyo kasema kinyume. Na ndiyo maana hata yeye alivyojaribu kupiga picha hicho kitabu alichonacho yeye, alifanya utapeli. Kafanya utapeli mpaka watu katika grupu la ulimwengu wa Kiislamu wakaanza kumtilia comment. Kuna mmoja akasema hata hiyo upigaji wake wa video ni wa uongo uongo. Sasa yeye kisha anamgeuzia mtu, mara anatumia lugha chafu utafikiri kazaliwa chokoroni. Utaf, utaf, jamani, lugha chafu mmeziona wenyewe kaanza muongo wa Kiibadhi. Sio, hii ni lugha kistarabu, mtu anaanza kumvamia tu. Tena kwa jambo liokuwa huna hakika nalo lakini si hivyo tu, mimi yeye hata simgusi, kwa sababu yeye kaka yake kasi mafuta hizo. So lugha zao ziko kwenye mitandao, hata kupitia katika hiyo mitandao ambayo wanapachika video zao, nendeni mkatizame. Hawa watu bil ijma watu wa mawahabi, lugha zao zinajulikana ni kulipuana, hata fi ma binahum idha matanazau. Wenye wao wakija kizozana, basi asiye kwa na mwana aelekejiwe, hapakaliki. Hayo kayafanya Albani na mwanafunzi wake wa miaka si zaidi ya ishirini shawishi lafzi ambazo e, kutuhumiana mpaka katika sarikati mali na hukuku na watu. Huyo mtu na kamsomesha miaka ishirini au kamstahib ishirini sana, hali ilikuwa ni hiyo. Lakini kwa nataka ajue lugha za chokoroni, watu waliozaliwa chokoroni, labda awarejee ambao katika kitabu yeye alichokiita gazeti ambacho mpaka leo kinawatoa roho na mpaka leo watu wanakitafuta wa Ahli Sunna wal Jamaa kukiomba kitabu hichi, kwa sababu kimefunua kime, kime kime pazia undani wa kundi hili. Lugha utaziona kwa masadir, nimeweka Huweini eh, ambaye ni muhaddith wa Misri anasema katharta tati'irin fi fala kama mi naona shida hata kuitafsiri, lakini kama kutoa upepo eh, kuangamia katika yangwa lugha kama hiyo utaikuta kwa wengine. Mmoja e, anamsifu alimu mkubwa a kishafii, anamsifu Ibni Asakir, anasema bala wa kharia kenda choo kidogo, na subhanallah, na kaharisha hapo hapo e, lugha hizo sasa. Hawa atuambie Muhammad Mafuta, je, wamezaliwa chokoroni? Eh, lakini si hao tu

na ambayo yote hayo mimi nimeyabainisha katika hicho kitabu cha Ansari Sunna Vituko na Vitakoro. Kwa hivyo, yeye anasema ni gazeti, lakini gazeti yenyewe lina mambo kama hayo matamu, tena yaliokuwa na ushahidi. Kwa hivyo, wamebebea kukereketwa, kwa hivyo lugha chafu za watu waliozaliwa chokoroni. Atatuambia, je, hawa wamezaliwa chokoroni au wamezaliwa pahala gani? Atasema yeye mwenyewe hapo, namwacha yeye atakaa vikao na maalimu wake, kisha anambia hayo hayako kwenye kitabu hicho.

kudai kwamba mimi nimezua, nimefanya tazwir, sijui ni me... na mpaka unapewa nasaha, mpaka kuna kijana mmoja kaingia Google, anasema hayo maneno uliyodai kwamba we hayako kwenye Google, hayapatikani. Mimi nimeyapata yanayo msupport Sheikh Tiwani, au Sheikh Khalfan. Sawa, kwa hivyo tena, maal asaf shadidi, maal asaf shadidi, baada ya kuja maneno haya kupewa nasaha kwamba maneno yanaonekana bado yeye kashikilia, nasema maneno hayako na huyu kazua. Na haya maneno hata hayana uslub, hata hayana ladha au njia anazotumia Muhammad bin Abdul Wahhab akiandika. Subhanallah, huku ni kujikweza. Watu wa hadith, ulama ilmu alhadith, wanatumia ibara hizo, au muhakikin, kwamba washamzoea alimu fulani na lugha yake, wanasema hali ya kuwa hii lugha hiyo ndio iliyozoewa katika kitabu cha Muhammad bin Abdul Wahhab, kutaja katika sana fulani, imetokea hili na hili, wakatoka ile kwa sababu yeye mwenyewe hayo kayachukua kwenye vitabu vya wengine. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba huo sio usulubu wake. Na zaidi ya hayo ni kwamba chapa zipo nyingi tofauti, bali nyingine uh, au ndio zote tuseme, lakini unasema hiyo ya mwisho hiyo moja imehakikiwa na maulama na watu wa kiwahabi na wakaithibitisha. Okay, sasa eh, kuna watu walimwambia leo tutaona manil kadhabul ashir nani jitujiongo. Kwa hivyo niseme tu eh, inadi al inad waljahl bima alayhi shuyukhuhu ndio lomfikisha hapa huyu kijana wa kiwahabi kwa ana inadi. Lakini sio hivyo tu, ujinga wa kutoyajua yale yaliyomo na yanayosemwa na mashehi wake ndio anamfikisha hapa, kwa sababu kagumiwa, wajua, dharba kubwa sana kwa sababu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi imamu na muasisi wa madhhab ya pote la Kiwahabi, haya maneno yeye hakuyaleta hata kama ni riwaya A -a, ni kwamba alivyoyaleta ni kwamba ashayakubali na kataja majina ya masahaba, na ikisha kasema, na hawa ndio baadaye waliokwenda wakamuua Uthman bin Affan. Kwa hivyo, sijui huyu kijana wa Kiwahabi eh, Muhammad Mafuta ambaye umeonekana dajali yake kadhibi yake na ftira, atakuja kunakish kitu gani, ikiwa kwenye nuku moja tu ya kwanza aliyojiona labda akapata ushindi na anacherewa hicho kitabu kinaweza kikacherewa miezi kadhaa au siku kadhaa.

Aya, haya mambo yangejificha wala hayakuweko kwenye grupu lao la kiwahabi, ambalo pengine ni isingefika hatua hata mbili tatu, ingesema yeye maneno alafu mimi nikafukuzwa nikatolewa, lakini kaja kaingia kwenye mtego wa panya kanya. Kaja kwenye grupu la ulimwengu wa Kiislamu. Grupu hili si la kiwahabi. Grupu hili lina watu wanatijahat, kuna masunni kuna mawahabi kuna ibadhi na laala kama nilivyowahi kusema, kuna watu wenye mielekeo mingine humo. Kwa hivyo jamaa walikuwa wanasikiliza, halafu mwisho wakaona manil kadhabul ashir, na wengine wakamtaka hasa aje aniombe radhi, lakini kwa inadi yake alichokifanya, baada ya kuwa hana mbinu, picha zile anazipigapiga za kitabu eti alichonacho yeye, ilivyofika pahala, anapiga mbele mimi nikamrejesha, piga ukurasa, piga matokeo ya mwaka thalathini na tatu yabu aliyotoa, mnanipotezea wakati. Halafu akakimbia kwenye grupu. Jamaa pale wakasema ndio njia iliyobakia. Hao wanaotoa comment sio mimi eh? ni watu wengine. Sasa njio njio aliyobakia aibu iliyomfika, fedheha. Lakini na inadi ya kuomba radhi hawezi, wala ku... manake kaja kwa... kifua kipana kabisa. Kwa hiyo na grupu lilikuwa na watu gurupu lina watu zaidi ya mia moja na tasawar hakadha zaidi ya mia moja eh. Kwa hivyo ni muadhara mkubwa eh, ikabidi akimbie kwenye gurupu kutokana na kashfa aliyoipata. Lakini si hivyo tu, mtu muongo, uongo wake mwisho hutaka kujidanganya, mpaka yeye mwenyewe, mpaka yeye mwenyewe anataka kudanganya, eti siku ya, ya pili nadhani kamfuata mmoja, anamwambia sijui naona kama simo tena kwenye grupu, imetokezea hivi. Manake ana act kwamba labda katoka kimakosa, hali ya kuwa ukiangalia time aliyosema mnanipotezea wakati wangu au time yangu au muda wangu, na time ambayo katoka, hapana, hapa hapajapishana. Ikiwa imepishana ni seconds tu basi. Sasa watu huko wakatafsiri, wakasema huyo anazidi kuendelea kusema uongo, kajitoa mwenyewe baada ya kuona kuna kashfa, wala haihimiliki kashfa hiyo. Sasa anaendelea kusema uongo. Kwa hivyo, ndugu Waislam, nikubashirieni tu mimi eh, hizo alizosema, manake ma mwisho anasema eh, mimi sijafanya talbis, ni talbis talbis Iblis, talbis Iblis. Sasa ta ta ta talbis Iblis imeonekana kwamba kaifanya yeye. Vijana wa Tanga wa kiwahabi pote la kiwahabi la kibida Muhammad Mafuta, na namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kudhihirika mbele ya hadhara ya watu. Na mimi hata eh, eh, klipu za sauti yake nayo ikibidi nitakuwekeni katika klipu nyingine, ikibidi kufanya hivyo ili zisije zikapita kapita muda kaja, akasema nimezushiwa. Nitakutekeeni nikiona kuna haja tu ya kufanya hivyo, sitataraddad hata lahza moja, kwa sababu zaidi na zaidi ni kwamba yeye anataka kudanganya watu, na mimi nasubiri, namsubiri. Anasema nimetaja ma, masahaba zaidi ya ishirini walioshiriki katika vita hivyo. Mimi ni kwambieni tu, <laughs> hao masahaba niliowataja wengi wao nimewatoa katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa, tena wao wanawataja, hawakupinga kwamba hawa hawakuwemo, kalla wahasha, eh, bali ma imamu wake, ma imamu wake wa hawa wakiwahabi, wako waliwataja baadhi yao kwamba wameshiriki akiwemo huyu Muhammad bin Abdul Wahhab, na pia nitakuja kumtajia wengine, aone raha, ajue kwamba hapa nina mwalimu wa Kiibadhi. Sitaki tu kusema kwamba huyo ni mwalimu wangu ananifundisha, ala, mimi sina fahari ya kusema nimemfunea, nimemsomesha Mafuta, kwa sababu namsomesha, lakini shingo upande, kwa sababu inakuwa nanitia aibu kuambiwa ni mwanafunzi wangu. Naam, kwa sababu namsomesha mambo ambayo yamo ndani ya, ya madhehebu yake wala hayatambui wala hayajui, bali anakaanusha kwa kifua kipana sana kufika hadi kuwaita watu waongo. Kwa hivyo la kulli hal, wa qul jaa alhaq wa zahqa albatil inna albatil kana zahuka. Namalizia kusema ikiwa nitaona kuna dharura ya kuweka sauti zake ili muone namna gani kashiriki kisawa sawa na kikamilifu kutaka kuwapeleka watu katika matahat, katika njia iliyokuwa sio, ili wanitie mimi dosari na kuonesha kwamba nina tabia ya kusuasua. Hilo kwangu waliadhi billahi. Tena nambashiria nimwambie, kitabu ni hayattalisi ikiwa kina peji mia na nne au mia na ishirini au she min hadha al qabila, au na kumi na mbili au zozote zile. Sasa hivi nikwambie, kijana wangu, bwana mdogo wakiwahabi Mafuta, kitabu kimenenepa, nafikiri hakipungui safha mia tatu. Kwa hivyo mimi unanipa hamu hasa nione cho kitabu chako kitakavyotoka kina ule, ulemavu gani, ili na mimi nipate, maana siku nyingi watu wananikera nikitafsiri hichi kitabu kwa Kiswahili na nilipata maombi sana, mpaka mwisho kabidi nitafsiri kulasa yake tu kwa ufupi, kama peji e, eh, nane hivi ili watu wapate, wasiojua Kiarabu wapate idea ya nini kimezungumzwa katika kitabu kile. Kwa hivyo niwaambie tu kitabu kimenenepa, kina afya nasiha, na siha na yote na nukuu na yarejesha kwa walio yasema, wa, kwa walio yasema maneno hayo. Kwa hivyo akae mkao wa kusoma kupiga magoti na kusoma, hilo ni moja. Yingine ninapenda niashirie tu katika ile klipu yangu ya mwanzo. Katika klipu ile wakati wa mazungumzo litokezea uh, sabqi lisani dakika takriban ya sita na sekanda arobaini na moja. Nilitaja kitabu kwamba cha huyu Muhammad bin Abdul Wahhab ni Mukhtasar Sirat as-Sahaba la usahihi wake kama tunavyoona kwenye ghilaf, na pia dakika za mbele, e, dakika ya nane e, na second kama ishirini na moja nimekitaja kwa usahihi wake. Lakini mazungumzo yote hayo yalikuwa yanajiri tokea mwanzo mpaka mwisho, tunazungumzia kitabu cha Mukhtasar